Na hii ni Mnyalu TV. Kuna ugomvi ambao umezuka kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi, unamuhusu Maimartha Jesse pamoja na Faiza Ali, ambapo ishu ilianzia kwenye interview aliyoifanya Maimartha siku ya jana na waandishi wa habari, ambapo alikuwa anazungumzia kuhusiana na mastaa wa kike wanaochezesha michezo na upatu ambao wana act kama vijumbe. Unajua, ishu ya michezo na upatu imekuwa on trending sasa hivi, baada ya msanii Nicole kukamatwa, alikuwa kijumbe, amekusanya pesa za watu na at the end of the day hizo pesa hakuzigawa kwa wanachama kwenye hiyo michezo. So Maimartha bwana alizungumza na kumtaja Faiza Ally ni miongoni mwa vijumbe ambao ashai kufanya nao kazi, alikuwa kijumbe wake kwenye mchezo, na anasema alimcheleweshea pesa yani kuna pesa ambayo alitakiwa kuipata kwenye mwezi usika lakini mwezi ulisogeza mbele na alipitia mengi baada ya huyo faidha kuwa kijumbe. So faidha, baada ya Maimatha kuongea hilo swala, amekuja kinoma, kinomanoma. Nimeona kwenye ukurasa wake a ingam ameposti kwamba ameenda polisi kumshtaka Maimatha, ameandika niko nikosent polisi kwa kesi ya Maimatha mwenye kesi naye tujuane. Alafu kumbe mume wake polisi, ndio maana anajiona kwamba anaweza kufanya chochote, lakini sio kweli Polisi sio kwao, kwetu sote. So hii ni posi ya Faiza Ally baada ya Maimartha kuandika hivyo na kuzungumzia kuhusiana na michezo na kusema Faiza alikuwa kijumbe wake kwenye mchezo ambao alicheza huo muda, ambao anaojua yeye, sijui ilikuwa ni mwaka gani au ni miezi mingapi hapo nyuma, lakini ni kitu ambacho alikizungumza, na reaction ya Maimartha baada ya kuona Faiza ameenda polisi na yeye amekuja na ushahidi wake na kuna voice pia ambazo zilivuja zikisikika akiongea Faiza Ali pamoja na mdogo wa Faiza Ali wakimuuliza ni lini ambapo Faiza alikuwa kijumbe kwenye huo mchezo ambao anaosema, so vitu ni vingi sana ambavyo vinaendelea kumhusu Maimartha, na naomba niwekee mtazamo wako hapo kuhusiana na lobifu ambalo limeanza kwenye mitandao ya kijamii, na hakikisha tu una subscribe na turn on the notification, ili uanze kupata habari ambazo zinawekwa hapa, na hii ni Mnyalu TV.